Kuna eneo kwenye daraja linaenda linasuasua, nimeambiwa kuna daraja linaenda linasuasua. Nielekeze waziri wa ujenzi, pamoja na huyo mkandarasi, waziri afike kwenye daraja hilo na mkandarasi huyo awepo site, aseme anakamilisha lini kazi hiyo, nitakapokuja ziara ya kikazi nikute kazi hiyo imepiga hatua. Kwa muktadha wa jambo lililoleta leo, nimetumwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja hapa kwa sababu ya ucherereshaji wa kazi. Na kwanza nataka niwahakikishie tarehe 15 Januari nitakuwa hapa. Kwa hivyo bwana mkandarasi, usiku na mchana, na hatutakuongeza hata sekunde. Hatutaongeza, sio dakika, hata sekunde siku ya tarehe 15, kwa sababu umeitamka wewe mwenyewe, si ndivyo hivyo jamani? Tarehe kumi na tano, bwana meneja, mimi nakuja hapa, nataka nihakikishe kwamba mnanikabidhi na tutafanya sherehe hapa, si ndivyo hivyo jamani? Haya, hilo la kwanza. La pili, vumbi kali sana linalosababishwa na shughuli za ujenzi, na upande wa kule ni diversion bwana manager. Asubuhi maji ya mwagwe, mchana maji ya mwagwe, jioni maji ya mwagwe, kama panado siku mara tatu. Upo mzee? Upo bwana mkandarasi? Nataka niseme maeneo yote haya <totitutu> ya mwagwe maji, ya mwagwe maji wakati wote, na vumbi lisionekane. Sasa nataka nikuhakikishie, sitaki kusikia habari hiyo kutoka kwa diwani. Hakikisheni haya maji yanayolalamikiwa kuwa yanakwenda katika miundombinu ya watu ikiwa ni pamoja na ya masoko, nina hakika ni lazima ulikuwa unafahamu hilo jambo na unalitengenezea njia yake. Lazima yale maji yapate uelekeo wa kwenda katika mto badala ya kwenda katika shughuli za watu kujitafutia riziki zao. Hapo sawa. Mwisho, nataka kazi hapa ifanyike usiku na mchana vo vijana wengi hapo hapo, kama mkandarasi unataka wafanya kazi wako, vijana wengi wa kufanya kazi hapa si ndivyo hivyo? Wapo watu wengi wa kufanya kazi, wanaotaka kazi, wapeni wa vijana kazi, mfanye usiku na mchana, mkamilishe hii kazi kwa wakati. Bwana meneja na mkandarasi, nataka tarehe kumi na tano nitakapokuja hapa, moja ya jambo ambalo nilikute hapa ni taa za barabarani. Watu wa Mkuyuni wafanye biashara usiku na mchana. Mnazipata wapi meneja? Changamkeni na mkandarasi wako, nataka zipangwe hapa eh, kwa sababu kila jambo wao wamevumilia mavumbi na nyie vumilieni kuwanunulia taa zije hapa, silivyo hivyo. Mkandarasi anayetekeleza mradi huu ni Yasia ni Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 5 milioni 195 laki 3 elfu 59 na 778. Mradi huu ulianza rasmi tarehe 13 mwezi wa 11 2024 na ulikuwa na tarajia kukamilika tarehe 1 tarehe 13 mwezi wa 11 2025, lakini kutokana na sababu kadhaa mkandarasi aliongezwa muda wa siku 76. Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa mradi wetu kwa asilimia 75, ukilinganisha na muda wa utekelezaji ambao uko asilimia 89. Hii, hii ni sawa na kuwa nyuma kwa asilimia 14 tu.